Na, karibu kwenye channel ya Digarts Media mahali ambapo tunakuletea taarifa za michezo mbalimbali mbali. Basi siku ya leo tumekuletea kisa kimoja eh, ambacho ni cha kushangaza kwenye ulimwengu wa soka kilichotokea pale Amerika ya Kusini ambapo eh, kadi zilitoka kumi na saba kwenye mchezo mmoja. Unajua ilikuwa ni nani dhidi ya nani? Ni mechi ambayo ilikuwa ni robo fainali eh, pale Amerika, Amerika ya Kusini ambapo mechi ilikuwa inacheza dhidi ya Lil elulo na Blooming FC. Lil Elulo walitangulia kupata goli dakika ya ishirini na tatu lakini hawa Blooming nao wakaja na comeback yao kupitia kwa mshambuliaji wao hatari Franco ambapo, ambapo alifunga dakika ya sitini na moja, na dakika ya sitini na tano lakini mechi ikaendelea ikawa ni mechi yenye mvuto wake ikawa ni mechi ya kutokugusana maana ilikuwa ni mechi ambayo eh, eh, yakokanyagana kweli kweli ambapo ilipofika dakika ya sabini na saba eh. beki mmoja wa timu ya Lin Elulo yeye aliudaka mpira kwa mikono ingawa, yeye ibeki beki eh, kaudaka kama goalkeeper tu, yani kaenda kaenda kadaka hiyo. E, ilienda e, refa kwa haraka haraka yeye akutambua, lakini baada ya VAR ambayo, eh, wataalamu walileta wa kudadabua matukio eh, magumu kama haya, akaona huyu jamaa ananitania. Basi akafunika mkwaju wa penalty na mkwaju wa penalty ukapigwa kwenye dakika ya 84 na, na, na e, gori e, lulo wakafanikisha, kuf, wakafanikiwa kusawazisha e, gori na mechi ikaisha mbili mbili. Ikumbukwe kwao kule walipocheza Blooming wao walishinda mbili moja, e, kwa hiyo aggregate ikawa nne e, ya tatu, lakini kisa ambacho kiliwashangaza wengi ni umiminikaji wa kadi e, wachezaji kadi kumi na saba. Be, mabenchi walipata kadi, wachezaji walipata kadi, yaani damu zilikuwa zimechemka kweli kweli. Hiki ni kisa kilichotokea pale Amerika ya Kusini. Asante sana wewe, ambao unatuchagua kuwa eh, mkuu, ndio channel yako pendwa kwenye matukio haya ya kimichezo. Usisahau kusubscribe ili kupata taarifa zingine eh, zenye mchechemuo kama hizi. Asante sana, jina langu ni Sadiki Bukuku.